Mimi kuja hapa kwa mzee Mwateba nimevutwa na moyo wa hawa Promova TV, lakini hasa huyo kijana anaitwa Manyanya. Kwa sehemu kubwa nimetaka tu kumuuliza swali moja fupi, walivutwa na nini, mulivutwa na nini kwa hiyo mzee kuja mara kadha wa kadha kufuatilia ushuhuda wake. Mimi ni moja ya mfuatiliaji wa chaneli yenu, na wakati mwingi huwa ninaona kuna watu mnawahoji mara moja, huwa mrudi mara mbili mbili. Mm, lakini kwa huyu mzee mnirudi mara nyingi sana. Nini hasa kilichokuwa kinagusa mioyo yenu kwanza, nyie, kabla hata watazamaji wenu, mpaka mkawa mnarudi mara mbili mbili kuja kumhoji? Karibu. Okay, uh, asante sana kwanza, mtumishi wa Mungu, mchungaji barikiwa Mwakipesa. Sikujua kama ipo siku tanihoji, kwa ni maajabu sana, ni neema ambayo naamini nimeipata. Uh, naweza kumshukuru Mungu. Swali lako ni zuri sana, lakini kitu cha msingi ambacho tulikiona kwamba huyu uh, mtumishi wa Mungu mchungaji Hezron Jonas Mwateba ana cha upekee. Kwanza ni namna ambavyo alipambana kuhuduma yake, kwa maana alichonacho hakutaka kizimwe na mtu yeyote, na kuna wakati kama nisikia alikuwa anaweza kwamba, kwa alikuwa alipambana kwa na ubima, watu wanaohubiri mambo ya sadaka sana, akamwambia mbona mhubiri mambo ya sadaka sana mpunguze, wakamfukuza kwa moja. Kitu kilichodurisha ni kwamba ni msimamo wake, lakini pia unapoongea na mtu ambaye ana nuru ya Mungu au ana Roho Mtakatifu ndani yake, vile ambavyo anaongea unajua kabisa huyu sio mtu wa anaongea kwa kutumia kinywa chake, bali kinywa cha Roho Mtakatifu kwa ndani yake hicho, mara kwa mara, kwa sababu ya ujumbe alionao mzito na namna ambavyo Mungu huwa anamtumia uh, ukiangalia katika uzaweka hawezi kudanganya. Unajua vijana anaweza kadanganya, lakini kila anachokiongea kwa sababu anatumia baba, alinambia amenipigia simu baba, maana Mungu akimwambia, anasema nimpigia simu sio, amempigia simu sio nani, kwa moja kitu kurudisha huko sisi, mm -hmm, ni kwa sababu sababu ya namna ambavyo ametembea na mko uaminifu na vile ambao wakati akiwa katika mzee, lakini haukubali kuwa chini ya dhehebu nyingine, akaamua ajitoe baada kuwa ana, wanataka abadilishe misimamo yake kulingana duni na dunia inavyoenenda, na alikuwa anasema kwa sasa siku zimeisha na sitokufa mpaka nione namba sita sita, umeelewa? Kwa hiyo mtumishi wa Mungu uh, mbarikiwe. mapepesile kilicho tulicho ni kwa sababu tulikuwa tunamoja tunaona na roho ndani yake, na namna ambavyo anaongea na vile ambavyo anajieleza na gundua, sio hali ya kawaida bali Roho Mtakatifu anakuwa anamtumia, ndio maana apendi kuongea kile ambacho Roho hajamwambia Mtume Yesu anasema mimi, Roho hajaniambia niongee hilo. Kwa hiyo kama mimi katika kumsikiliza Roho Mtakatifu badala ya kuongea yeye kama yeye, okay? mimi nashukuru sana. Kwanza nimesikia mm. hii kwamba kuna vitu ambavyo mlikuwa mnavipenda kwake hapo mm. ndo hapo ndo penye eh. kii yangu eh. cha kwanza umetaja kimoja eh. umesema uh, katika vitu ambavyo mingi vingi mm. ulivyosema hapa mm. lakini pana kimoja ambacho kiko wazi sana kwamba mm alikuwa anapinga sana masuala mm. ya sadaka lakini pia niwahi kusikia alikuwa mm. na pinga sana masuala ya mapambo, yeah, mapambo yes, mapambo. yes mapambo, uh, hataki kusuka watu, anasema kusuka, baba amenambia wa kusuka nao. Kwa hiyo kwaona anapenda kusema hivyo, kwa maana alikuwa amini katika mapambo, anasema alisha kuhubiri mahali watu walikuwa wamevaa shanga zilikuwa zinakatika na dondoka chini, maeneo mm. uh, ya ndani ya ya Usangu kwa hiyo ni mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anamsikiza, ana, ana, ana roho sana mtakatifu kwamba wanawake wasiojipamba waondoke hapa. Watu waliondoka alipotangazwa msimamo. Kwa hiyo kuna watu wachache sana kwa sababu ye ya misimamo yake kwamba mimi sitaki mtu anayesuka kanisani kwangu, anayejilemba, anayefanya chochote Mbaya nataka niwapeleke mbinguni hata kama kiwa wawili sio mbaya. Sasa bahati mbaya ametangulia. Sasa sijajua wala mbao amewacha, anaweza kaendelea na msimamo au ataendelea kusuki. Nategemea ataendeleza ile kanisa, lakini kiukweli moja kitu ambacho anapambana nacho ni namna ambavyo ulimwengu unavoenenda ingawa, watu wengine wanageuza Biblia, mtumishi wanazasema uh, Mtume mepoa alipofika wa Korinto wakabadilisha ikwa, na njia ya kubadilika badilika hiyo kwa kanaubii kulingana na mazingira, lakini Bibilia ni lela, haibadiliki hiyo. Tunaamini alichokuwa nakizungumza ni roa Mungu, alikuwa namwongoza kwamba mapambo hamna, sadaka hapana, na vitu vingine vizuri vi, vi, ambavyo alikuwa amevizungumza Kilichofatubishe ni ujumbe wake na namna ambavyo mtu anaeleza, sio kwa hisia za binadamu, bali anaeleza kwa hisia za Mungu, na anachoongea sio mtu wa kawaida, bali lo aliyekaa ndani yake, ndio anayemsukuma haya kuyatoa. Okay, yani, kuna kitu ambacho napenda hapa, lakini baadaye utafanua kitu cha mwisho kimoja tu, lakini mimi katika kitu ambacho kinivuta nisikie huyu mtu kwa vyote vile, kwa mbegu ya Mungu, kwa sababu Biblia inasema shina moja la mabaya yote ni mtu kupenda fedha. Ukiona mtu fedha haina thamani kwake, kwa sababu kubwa mbegu ya wokovu nakumeingia ndani yake. Yesu alipoingia kwa Zakayo, Zakayo akasema nusu ya mali yangu na hapo maskini, na kama kuna mtu nilimdhulumu, na namrudishia mara nne. Yesu akasema wokovu kabisa kabisa, kabisa umeingia nyumbani mwako Huwu anaona mtumishi kama moes clola pesa akikuwa kitu cha mana kwake. Sasa niliposoma kwenye posti ya Onesmo kuhusiana na maisha Mwateba siku ya jua nyuma apazia, lakini niliposoma kwamba kuwa ni mtu wa kukazia sana sadaka, kutaka apewe pengine kwa kusema tu ushuhuda wake, nanyewe Promova TV kwa moyo wenu Mm. Ndio, watu wengi walijitolea mpaka mm, wakakarabati kanisa, kanisa kiujumla. Mm. Kanisa sio lile tuliko naliona kwenye Promova na nyumba yake pale. Yes. Kanisa kwa sehemu kubwa, ah, ni jengo ambalo sasa lina ubora. Nyumba zake walau zinachokaa kule, hapakuwa na umeme, kukua kukua na umeme hapakuwa na sola mm. yote nimesikia, kwamba watu baada ya kusikia ushuhuda wake ndo mm. walianza kutuma pesa kwenu, mm. na zingine zilikuwa natuma kwa Onesimo. ni wahi kusikia kitu cha aina hiyo, mm. lakini kwa uaminifu kabisa mlikuwa mnaziwasilisha, mm. zimefanya maboresho ya jengo kwa Papi. sula kama hili mm. na lakini, yeye akujipigania, yeye mm. alikuwa tayari kuishi kwenye umaskini wake, lakini asitumie watu kama biashara mm. Jambo la mwisho kabisa, uh, ni huyu mzee Mwai kusikia akizungumza na nyie kupitia nyia akisema kwamba hakuangai msimamo wake juu ya mpinga, mm. e, mpinga, mm. mpinga Kristo aksema, mnamuitaje mpinga Kristo? Atakuja baada ya kanisa kunyakuliwa, ataitwaje mpinga Kristo wakati wa Kristo hawapo wa mm. anasema hivi ndio moja ya vitu ambavyo alitofautiana sana na madhehebu mm. mengi, kwa sababu yenyewe alikuwa anasema kwamba mpinga Kristo atatokea sita sita, sita itatokea mm baada mm. ya kanisa kunyakuliwa. Kwa maana yeye akasema Mungu ameniambia sitakufa mpaka niione 666 sita. Mimi kwa mtazamo wangu mimi, mm. kwa uhubiri wangu mm. mzee kafa wakati ameiona 666 ikifanya kazi. Imefanyaje hapo? kwa, kwa sababu ukitaka igeuke kwangu, eh, nataka ujue eh. kuna makampuni mengi sasa mm. sasa hivi ya usafirishaji mm makampuni mengi na bidhaa nyingi sasa hivi mm. zinakuja kwa nembo ya sita, sita, sita. mm. mm. Nataka ujue hilo sawa, kwamba hiyo 666 kwamba ni utani ama la. mm. Ila wewe jua tu kwamba makampuni mengi na watu wengi sasa hivi wana bidhaa wana jinadi mm. kuwa ndani ya hiyo 666. bila mm. shaka kigogo tu kwenye mtandao mm. utaona bidhaa nyingi ambazo zina sita, sita, sita. mm. lakini pia hapa kati pametokea na amri mm. kadha wa kadha, hakuna kusafiri mpaka mm. uchanjwe, hakuna kufanya hiki mpaka mm. Bibilia ilisema mwenye hekima mm. ataijua hiyo namba mm. mwenye akili itakuja kwa mashariti, mm. lakini pengine naweza isije moja kwa moja kwa mimi, ndo sita sita, sita. Mm. mimi binafsi, mimi binafsi mimi binafsi utanisikiliza, kuna clip nitaitoa mm. hivi karibuni mm. nitajaribu kuchalenge kidogo theolojia ndio iliyopotosha maana mm. ya sitasita sita, na nitaweka mmoja wa uhubiri pendwa sana mm. mahubiri yao bila shaka mm. ya watu watashtuka kidogo lakini wataelewa hicho mm. hapo ndo nitakapochambua hiyo sita sita, ipo sasa, inafanya kazi, inafanya kazi sasa. Kwa hiyo mzee ameiona sita sita. Mzee mimi, mimi ndio juace lakini utanisikia vizuri nikichambua yeah. Mzee ameiona hiyo sita sita, wewe ulipomsikia nye mm. Najua pana imani nyingi ambazo mm. inawezekana wewe ni wale ambao wanajua sita sita itatokea yeah, baada ya Kristo yeah. Ah. Kanisa kunyakuliwa lakini mm. mzee alikuwa nasema yale mm. na mnarudi tena kumuoji na anarudia yale nilikuwa na na. Mm. Gumu kiasi gani wewe kumoji mtu kitu ambacho pengine imani yako haiamini hivyo ya au unaona kinaleta ukinzani kwenye imani za watu? Ah, ugumu unapokuja kwamba kwa sababu mwandishi anapotaka kuhoja anatamani kitu kipya mwenelo, lakini ukija unaishiwa pozi, maana narudia kile ukimuuliza, hivi sana kurudisha kulekule kule. Eh, kwenye mapambo au kununua Biblia, nasema Biblia zitapotea zitakuja, ambazo na kweli Biblia zipo sasa hivi zimechakachuliwa, zime aliyasema hayo yote. Kwa ugumu ulikuwa unakuja pale ambapo unatamani una eh, ukija utapata kitu kipya anauja kurudisha kule kule, maana shida inapoanzia sasa. Yes, kama mtumishi wa Mungu anze kuhubiri Jumapili somo hilo hilo e, si swiji takaseni, ukirudia swiji takaseni, kuna namna ambavyo watu wana wana namna wana tabia kukinai lea. Kwa hiyo wana uwezo wa kukinai kila ambacho wewe unakirudia mara kwa mara. Kwa hiyo ugumu ulikuwa unakuja kwa sababu ya kwamba kila siku kimuuliza anarudia kile kile, lakini watu wa kumchoka unaelewa. Uh, wa kumchosha sababu kila alichokuwa na kia chile kikuwa na Roho Mtakatifu ndani yake mm. au kikuwa na neema ya Mungu, ndio maana watu wazidi kumfuatia kila siku kulingana yale alikuwa anatoa, licha ya kwa kwamba kuwa na marudio mengi sana mm. lakini akimpa shida sana kwa watu kujua kipi kinachoendelea. Kwa hiyo ugumu ulikuwa unakuja tu. Ukiuliza swali anasema mimi sina sina jibu lake Mungu hajanambia ananyamaza. Mwambie mm. waambie watu wakusaidie na mimi Mungu hajanambia niseme. Eh, kwamba wanisaidie swini na nini? Eh, lakini ukitoka naweza kukwambia nahitaji hiki na hiki, ila hataki kuongea mbele ya watu, umeelewa. Ila ukiwa naye anakuambia unajua hapa na shida na hiki na hiki na hiki, lakini shida sasa hawezi kuongea mbele ya watu kwa sababu anasema bwana, baba hajaniambia kusema hicho kitu. Shida naanzia hakuna kitu kipya ambacho unaweza kukipata tofauti na kila ambacho walianza nacho mwanzo, lakini hakikuwa hapa shida, walaji ambao walikuwa wanafuatilia Okay, mimi nakushukuru sana, nime nimetaka nijue hayo kwa sababu nyie ni sababu ya mimi mm. kuja hapa, nadhani mm. mengine ambayo yamenileta hapa, ili watu wajue, nimeasema mm. kidogo nipokuwa naimba pale mm. kwa hiyo mimi toshe si nimefanya kazi kidogo ya uandishi mm. na pengine sasa itakuwa zamu yako wewe kuhoji mambo ambayo sasa ni ya kitaaluma. Mimi nimehoji ya mbinguni Sawa, tuendee tu hapa hapa kwa sababu wote ni kamata KKCC kikoskaji cha Injili. Mbona haipo ai hapa eh? Emkumuu, tunajua Mungu tunayetumikia weza kutuokoa, lakini hata asipotuokoa hatutamkana kwa kuzifuata njia za uovu. Sasa tunapita kwenye giza nene ambalo limetanda mbele yetu, hatuoni njia, na si tumeomba kwa uaminifu sana, lakini Mungu amenyamaza, na kila tunalosema limegeuzwa na kuonekana kuwa ni makosa. Ee Mungu tunakuomba utuangalie sisi watu wako. Kutuwa, kutuwa kwa, hata zipotuwa, hakuna wa kutusaidia, hakuna wa kubeba huzuni. Umebaki Mungu pekee uwezaye kutuokoa. Wanasema, mnasema Mungu ashindwi, lakini mbona mnaumwa? Tadhani wasio wema watu wao ndo hawaumwi. Mungu washindwi. Hata tukifa wote, tunao mtumaini bado, atabaki kuwaweza kutuokoa awe hata tukifa wote tunaomtumaini, tutarudi kwake. Hakuna mtu utakayekaa milele hapa duniani. Shabikia na furahia maumivu na mateso tunayopitia watu wa Mungu kwa kitambo. Ni kweli tutatangulia, lakini na wewe utafuatia. Kumbuka enzi zile za kale, wakati wa baba zetu wa imani walio sababu ya Biblia kuandikwa Waliteswa, waliumizwa na hata kuuawa, lakini cha kuumiza ni kwamba hata wale waliowatesa na kuwaua nao wamekufa na majina yao yamesaulika kabisa. Maovu katika vitu mnasema tunyamazie. Kuna shida gani kulazimisha wengine, badala ya nyie kuwacha uovu? Mkiacha uovu, mnaogopa nini tena? Kwa hayo mnasema tunyamazie, mjue tu mna makusudi mabaya kwa hayo mnayosema tunyamazie. Najua huu ndio wakati

Mashuja mbalikiwa halio ya nukuu kwa mashujaki na Shedraki walioweka msimamo wakutoi sujudu sanamu, walioamlishwa wa wali na falme ili wainamie. Wote walinama, wakabaki wanaume watatu wao sema Mungu wetu haweza kutuokoa. Ni kweli, ni kama haonekane, ni kweli, ni kama atatuacha, lakini tunaamini Mungu wetu haweza kutuokoa. Na ndivyo ilivyo kwa kizazi cha sasa, shuja mbalikiwa ni kama yuko mwenyewe, mambo yanaharibika, wote wamejificha eti wamemwachia Mungu wao wanaendelea kuomba. Wengine wanasema tuko nyuma yako ila wameinama kwa hilo sanamu, wote wamesujudu. Ila mwanaume huyu yeye kaweka shingo yake leani, kama Mungu ataniokoa hata siponiokoa sipo na muamini.